Ndani ya nchi Meja Jenerali Projest Rwegasira amewaagiza askari wa jeshi la magereza nchini kuacha mara moja vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika magereza hapa nchini. Meja y Jenerali Rwegasira ametoa agizo hilo wakati akifunga mafunzo ya awali ya uaskari wa jeshi la magereza kozi namba 28 katika chuo cha magereza cha Kiwira wilayani Rungwe huko mkoani Mbeya. Mwandishi wetu hosea Cheyo ana ripoti kamili. Kiapo cha utii cha askari zaidi ya elfu moja na mia tatu na sitini wa jeshi la magereza nchini wanaohitimu mafunzo ya awali katika chuo cha magereza cha Kiwira wilayani Rungwe. Kwa mujibu wa mkuu wa chuo cha magereza cha Kiwira Stanford Mtulundula, anasema serikali kurejesha mafunzo ya jeshi la kujenga taifa mepunguza muda wa mafunzo kwa askari magereza nchini. Mafunzo haya wa yamechukua muda wa miezi sita, ao timu wametumia takribani miezi minne, kutokana na kuwa wote wametoka jeshi la kujenga taifa imetusaidia mkuu wa jeshi la magereza nchini jenerali John Minja, pamoja na kueleza changamoto zinazolikabili jeshi la magereza nchini, amekiri kuwa serikali imeonyesha dhamira ya kufanya maboresho makubwa. Aliseme changamoto zilizotajwa na uongozi wa chuo pamoja na wanafunzi, napenda aliseme kwamba uongozi wa jeshi la magereza pamoja na serikali unazifahamu na zinaendelea kufanyiwa kazi ndani hali ya uchumi navyo ruhusu. Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Meja Jenerali Projest Regasira ndiye aliyefunga mafunzo ya awali kwa askari hawa na kuagiza kuheshimu sheria na mikataba ya kimataifa iliyoridhiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. vyongo baalimbali ja nani nani ya chi vinafatia kwa karibu vetendaji kwa magereza yetu kuona kama wafungwa na mahabusu wanahudumiwa na kuingana na maelekezo ya mkataba hilo ya kimataifa. Kutoka hapa Kiwira wirani Rungwe, mimi ni Sache wa TBC.